Amekaa kwenye tumbo la samaki siku tatu mm. Yesu mwenye Kristo okay. Kimwili amekaa kaburini, kiroho yuko kuzimu siku okay. ya tatu anafufuka. lazima okay. Lazima ifike kipindi, wewe kama wewe usimame uangalie kwamba unatakiwa kufanya nini ufanikiwe sasa vilivyo. Kusudi maalumu kwenye ulimwengu haupo kwa bahati mbaya, uko kwa kusudi maalumu kwa sababu wewe ni mtu maalumu vingi kwa unazo unavita vingi kwa sababu ya kitu ulichokibeba. Amen. Shetani siku zote waga endi sema Mungu hapana, maslahi ndio wewe. Ni bidhaa adimu kwa ndani dunia. Amen, ndio wewe ni kitu cha kitofauti, ndio wewe ni chombo cha Mungu. Amen, wewe ni kifaa cha Bwana, ndio wewe ni chombo cha kupulia nafaka. Amen, kufumba kwa kusudi lake, ndio kufumba kwa bahati mbaya. Amen, upo hivi hapa duniani kwa kazi maalumu. Amen. Kukumbo. Acha kujiuza nafsi yako. Acha kujitupa. Acha kujizalilisha.